Kwa hiyo kutokana na hali hii naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutusaidia kuleta ndege na kupiga hao waliojenga kwenye mashamba ya kampuni. Hii. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo tunaiomba serikali kwa muda mwingine changamoto kama hizi, sio sisi tu na wenzetu wengine, inaposikia basi itoe msaada kusudi hawa watu wasaidiwe. Ndege kweleakwelea hawalindiki, sisi tunatoka tunatoka nyumbani saa kumi na moja na tunarudi saa moja au saa mbili nyumbani kwa hiyo hata familia zinakuwa, muda mwingine baba anakusahau. No, kwa hiyo tunaiomba kwa muda mwingine, na sio changamoto hizi tu, na kuna changamoto zingine nyingi za kilimo, watakaposikia sisi wananchi tunalalamika, basi waje watusaidie. Kabla ya sasa hivi, ya hawali hali ilikuwa sio nzuri shambani, ndege walikuwa ni wengi, yani tunatoka asubuhi saa kumi na moja tunarudi nyumbani saa mbili hivi. Tukifika nyumbani naye, tunapata changamoto, watoto tumewaacha tangia asubuhi, wanafika pale hawajala, muda mwingine tunaondoka tu tunadamka, watoto wa shule nayo pia wanaathirika, muda unaurudi mama sio rafiki pia. Yani hata huko njiani tulikuwa tunapata changamoto, tunaweza hata tukabakwa, maana muda sio sahihi wa kurudi, ulikuwa muda ni mbaya. Lakini sasa hivi tangia ndege ije, serikali walete ndege, wavipiga dawa hawa ndege, tunamshukuru Mungu, sasa hivi hali ni shwari na tunakaa majumbani sasa. Kwa kupitia changamoto kubwa niliyokutana nayo kwa kupitia wananchi wangu walivyokuwa wanaathirika na hasara kubwa ya ndege, kila siku si usiku si mchana, nilikuwa napokea taarifa tofauti tofauti za uharibifu wa mimea kwa hususani ni mpunga kupitia ndege aina ya, ya kwelea kwelea. Lakini nilijitahidi kutoa taarifa kwa viongozi mbalimbali wa kata, tarafa hadi wilaya viongozi wote wa kufumbia macho jambo hilo, walikuwa na support kwa nguvu kubwa, ndipo sasa wakaanza kuniletea mchango mkubwa na kuanza kuleta ndugu zetu hawa wa uangamizaji wa ndege. Na hadi leo, nimefurahika sana, kwa msaada nilioonyeshwa kwa kupitia viongozi wakubwa, kunisaidia supporta kubwa kwa kuona na mimi malamiko yangu kwa kupitia wananchi wangu na si wananchi wangu tu, na hadi vijiji vingine walikuwa naasilika na ndege hawa lakini kwa sasa hivi niseme alhamdulilahi hali imeenda kwenye ubora. Kwenye halmashauri ya mji Ifakara, kata ambazo zimeathiriwa kwa maana ni kata mbili, kwa maana ni kata ya Sanje lakini pia kwa Kidatu, kwa sababu ni kata ambazo zimeungana zime zipo zime kwenye koldo moja. Na ndio maana eh, katika maeneo haya pia kuna hizi ama blocks kwa ajili ya mashamba ya miwa na maeneo ambayo wakulima wanalima mpunga yako E, karibu na mashamba ya miwa. Kwa hiyo ndege wamekuwa wakijenga mazalia kwenye mashamba ya miwa na hivyo kuja kuathiri sasa kwenye maeneo ya mashamba ya, ya mpunga. Kwa ujumla taarifa tulizozipata na baada ya kufuata ufuatiliaji katika maeneo yote ni kata mbili ambazo zilikuwa zimeathiriwa. Lakini bado tunaendelea kufuatilia maeneo mengine ila kwa sasa hali imekuwa shwari, hatujapata ripoti kutoka maeneo mengine. Kupitia wataalamu wetu na wakulima sisi, tumeweza kufanya operesheni hii ambayo imesaidia kuokoa chakula ama, um, mazao ambayo yalikuwa katika takriban hekari mia saba na hii ni mwendelezo wa kufuata maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa kuhakikisha kwamba kama Tanzania tunataka kujitosheleza katika kujilisha chakula sisi wenyewe, lakini natulishe na wenzetu. Kwa hiyo kama serikali tunajitaidi: tunajitahidi kuhakikisha kwanza tunaokoa hata punje moja ya mchele. Kwa hivyo na si kwa zao hili, lakini kwa mazao yote, pindi inapotokea milipuko mbalimbali, sisi kama mamlaka tunakuwa tunaweza kuweza kukabili kwa haraka sana, na tunaondoa ile tamaduni kwamba mpaka tatizo limetokea limeisha ndo tunalifuata sisi. Tatizo linapotokea kwa haraka sana tunaweza kulifuata na kuweza kuikabili. Kama hivi utaweza kujionea hali halisi ilivyo hapa shambani. Vilevile, serikali kwa kuona umuhimu na kuongeza nguvu za mapambano za udhibiti wa visumbufu mbalimbali tayari tunatarajia hivi karibuni kupokea ndege yetu, ukiacha hizi ambazo tunachukua, uh, tunaku, tunashirikiana na wenzetu wa shirika la udhibiti wa nzige wa jangwani.